taenda nyumbani, si ndio? Jamani, ndio tutaenda nyumbani. Nendeni mkafanye mambo yaliyo sahihi katika maisha yenu, nendeni mkafanye mambo yaliyo sahihi katika maisha yenu. Lakini mnapopenda kule Kuna msemo nasema tunasubiria ajira, si ndio? Si ndio hivyo jamani, tunasubiria eh, ajira. Sasa unapokwenda kule usikae bure, yaani unasubiri ajira, mwaka wa kwanza, mwaka wa pili, mwaka wa tatu unasubiri ajira, hiyo sio sawa. Ajira ikukute, na unafanyaje? Unajishughulisha na kitu chochote ambacho kinakuingizia kipato. Yapo mambo mengi, siwezi kuyataja yote. Kuna mambo ambayo mnaweza kufanya. La kwanza, kuna kujitolea kwenye shule zetu, kuna kujitolea kwenye shule zilizo jirani na wewe. Najua hapa wote mtatawanyika, kila mtu atakwenda kwenye kule alipozaliwa na kule anapotakiwa kuishi, lakini kule unakokwenda si kuna shule? Hakikisha e, unaenda pale unajitolea. Huo ndio uzalendo mlio utaja kwenye ingo zenu lakini lingine, fanya shughuli mbalimbali za kujipatia kipato kuliko kukaa sasa. Hivi tumepokea walimu wa ajira mpya, lakini nimewapokea katika makundi mawili. La kwanza akili moja anasema hivi, naomba uniruhusu hata siku saba niende nikaangalie, kwani nimeanzisha biashara yangu nikaiweke vizuri, ndio nirudi lakini mwingine ananiambia afisa elimu, posho ya kujitimu mtatulipa lini? Maana tumekaa miaka mitano hatuna ajira na tulikuwa tumekaa tu. Kwa hiyo nyie msiende kukaa tu, tafuta shughuli yoyote ya kukuongezea nini, wahitimu, naongea na nyinyi, nakuongeza nini kipato. Ajira ipo e tu, serikali iko kazini Muda ukifika utapata ajira, Jamhuri ya, ya Muungano wa Tanzania. Lakini kuna risala hapa, mmetoa risala ya wanachuo, ili lingine nami paka nilipigia mstari aeoa kuunganisha nadharia darasani kwa vitendo kwa kufanya mazoezi ya kufundisha kwa muda mrefu, yaani BTP. Hili nimeliona mwenyewe, nimelishuhudia kwa baadhi ya shule, ni sahihi kabisa, hongereni sana. <coughs> Lakini zipo changamoto, changamoto ambazo mmezisema hapa kwenye kwenye risala hii ya wanachuo, lakini inaendana na risala ya chuo zipo zingine ni za muda mrefu ambazo kimsingi najua mkuu wa chuo tayari ameshaanza kuchukua hatua namna ya kuzi, kuzitatua wakishirikiana na wizara husika. Lakini ipo changamoto moja hapa, ukosefu wa wataalamu wa afya katika dispensari ya chuo. Mheshimiwa mkuu wa chuo, naomba nikwambie kwamba hili nimelichukua nitalifikisha kwenye mamlaka husika, lakini tutawasiliana kwa sababu kundi ulilo nalo ni kubwa, kukaa bila, bila mtu wa afya ni changamoto. Kwa hiyo hilo naomba niende nalo ninakokwenda, lakini lingine niwapongeze pia chuo kwa sababu kwa sababu mwaka jana mlikuwa na wanafunzi mia tatu na kitu, lakini walifaulu wote mtihani huu. Bado ni umahiri wa chuo katika kufanya kazi, lakini sasa kwa mwaka huu, sijui mwaka huu mnatuahidi nini? Mwaka huu watu mia tatu kumi na moja mnatuahidi nini? Wote maana, <coughs> huo ndio mwendo wa jikumwe. Sasa kama mkianza kubaki akuwa mnafanya vitu vyenu hivyo. Kwa hiyo, mheshimiwa mkuu wa chuo pamoja na timu yako, wamesema mwaka huu ni wote. Kwa hiyo, ni sifa mojawapo ya chuo cha ualimu Ndala.